Naangalia mtiririko wa sauti kwenye vipande vya njia ya audio mixer au tunasema signal flow ambayo inapita kwenye eh, channel strips. Sasa tukijifunza njia moja ya namna sauti inavyotiririka, basi kwa sababu njia ya kwanza inafanana na hizi njia nyingine, kwa kujua njia moja tutakuwa tayari tumejua njia zote za upande wa input na kwa kuanzia tunaanza sehemu ambapo sauti inapoingilia, na kwenye sauti inapoingilia, ni muhimu kabla tujaenda mbele kujua kwamba kuna viwango gani vya sauti ambavyo vinaingia kwenye mixer yetu. Kitaalam tunasema vipo viwango vinne vya ishara za sauti ambazo vifaa mbalimbali au ala mbalimbali mbali za vifaa vya muziki zinatoa. Kiwango cha kwanza kinaitwa mic level, cha pili kinaitwa instrument level, line level na speaker level. Sasa kiwango hiki cha mic level ni kiwango ambacho tunakipata kwa mfano kwenye microphone ambazo ni za e, SM58 In SM58 ambayo inatoa kiwango hicho cha mic level ni kidogo sana ambacho kinatoka hapa. Na hii ni mic nyingine mik nyingine Behringer B2 Pro hii inatoa kiwango ambacho kidogo sana cha ishara za sauti voltage, ambazo eh, kinatoka kutumia aina hii ya microphone. Kiwango cha instrument level ni kiwango ambacho kinapatikana kwenye ala, vifaa vya ala za muziki kama vile gitaa la umeme ama gitaa eh, ni ya bass au ya solo, yanatoa kiwango hiki ambacho nakiita instrument level. Kiwango ambacho ni cha line level ni viwango ambavyo tunavipata ambapo kwenye output ya mixer nyingi, audio mixer matoleo yake yanakuwepo ni line level, na line level hizi kwa ufupi zimegawanyika maeneo makubwa mawili. Kuna ambazo nasema professional, na nyingine tunaziita ni consumer. Maanake professional ni vifaa vya kitaalamu, ambapo vifaa hivi vya kitaalamu ambavyo ni professional vinakuwepo voltage zake ni 1.228 volt au tunaita kitaalamu za plus 4 dBu. Kwa hiyo vifaa vingi kwenye eh, kwenye vyombo vya muziki huwa vinakuwa vinatumia hii line level. Sasa tukija kwenye upande wa consumer level huwa ni vifaa kama vile tunapata kwa mfano vifaa hivi ni kama vile deck, deck au vifaa ambavyo ni hizi MP3 player MP3 player ambazo ni 0.316 volt around hapo. Sasa hivi vifaa ambavyo professional level kama eh, plus 4 dBu utakuta, mara nyingi laptop, utakuta vinanda au eh, unaweza kukuta simu janja unakuta vina hivi professional level au kama ni uh, ni equalizer nyingine hizi ni hizi DSP digital signal processing kama driver rack Eh, DBX DriveRack utazikuta nyingi ya output zake ni 4 DBU. Sasa uh, tukija tukiangalia, kwamba uh, ni muhimu kufahamu viwango hivi, kwa sababu tofauti kati ya vile vifaa ambavyo vinatoa voltage ambazo ni za line level ni mara kumi mara elfu eh, moja, tofauti ni mara elfu moja zaidi ya kiwango ambacho ni cha mic level. Kwa hiyo unapojua kila njia inatumia Eh, kiwango gani cha ishara za sauti utatumia inavyotakiwa, kwa sababu kama ukichukua mfano kwenye hii input ya mixer yangu iliyoko hapa nikasema laba mfano, ninachukua eh, ninachukua output kutoka kwenye amplifier nikaingiza hapa, kwa sababu amplifier na kiwango kikubwa cha ishara sauti voltage ni kubwa, basi kinaweza kikaichoma hii njia yote nzima na hii circuit nzima yote ikafa, na zipo shuhuda, kuna baadhi ya watu pia wamechoma hizi line, kwa sababu vifaa vyao vilikuwa vina voltage nyingi. Tunaposema hivi kwamba hatuwezi kuingiza sauti moja kwa moja kwenye hizi njia zetu, lazima zile sauti zibadilishwe kutoka kwenye mawimbi yale ya sauti au mitetemo ambayo ni mechanical wave mi, mi, mi, eh, ma, mi, mawimbi ya kimitambo tubadilishe kwa njia ya umeme. Kwa hiyo kama vile umeme unavyozalishwa kutoka kwenye kwenye kwenye sehemu zinapozalishwa labda kama ni eh, wanapofua umeme kabla haujaingia nyumbani lazima wapunguze. E, zile voltage zake ziwe ndogo kwa lazima hakisha kwamba hizi e, sehemu za ingizo zinalingana na voltage ambazo zinapaswa kutembea kwenye hii njia ya, ya channel strip. Baada ya kuona hivyo sasa nataka tuone hizi port uweze kuzitambua. Ukiangalia hapa XLR, hapa ameandika ni mic au line level. Anaposema mic, maana yake sehemu inapoingia XLR ambapo ni hivi hapa, manake ni kiwango kidogo cha sauti. Lakini kwenye poti ya kombo nikichukua kama jack, kama hii nikaingiza hapa, hii inakuwa ni kiwango kikubwa cha voltage. Kwa hapa pana viwango viwili kwenye hili eneo la ingizo ambalo ziko viunganishi vya aina mbili kwa wakati mmoja. Ukija hapa hii level, hapa utaona hii ni mic level, ni ni na viwango vya sauti ndogo, kadhalika hadi hapa tukija hapa kwenye hizi jack ambayo tunasema ni TS connector. Utaona hapa apa ameandika kabisa line level, maanake ni kiwango kikubwa, ni kiwango kikubwa, ni kiwango kikubwa, eh, ni kiwango kikubwa kwenye hizi stereo, na hivi ni viwango vikubwa vya sauti. Sasa nataka tujifunze tofauti kati ya mic level na line level kwa kuonyesha, kwa kuingiza sauti kwenye audio mixer yetu. kujifunza zaidi kanuni za msingi unaweza kupata kitabu hiki cha kutawala vifaa vyako vya muziki kwa gharama ya pesa za Kitanzania shilingi elfu ishirini tu.